Kila siku Roho Mtakatifu anaongea na mioyo yetu, lakini je, unajua kutambua sauti yake? Ukiziona ishara hizi kumi, utaona wazi kabisa kwamba Mungu anakuelekeza, anakulinda na anakutia moyo. Hizi sio ishara za bahati tu, ni ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha yako. Kabla hatujaendelea na somo letu la leo ni siwe mchoyo wa shukrani, napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wa thamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na wafanikishe kwenye kila jambo ambalo mnalifanya. Lakini pia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 Roho Mtakatifu hunena kwa sauti ya ukole ndani ya moyo wako akikuelekeza jambo unalotakiwa kufanya na maelekezo hayo yanakuwa yanaendana sawa na neno la Mungu. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue ya kuwa Roho Mtakatifu anakuelekeza au anazungumza na wewe. Ukisikia sauti ya ndani ikikuelekeza kufanya jambo fulani na sauti hiyo inakuwa inaendana sawasawa na neno la Mungu Ukiona ishara hii basi unatakiwa utambua ya kuwa Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Lakini ishara namba mbili, kupokea kumbusho la kuomba bila kuingiliwa na mtu. Mara kwa mara unajikuta unasukumwa na nguvu ya ndani ya kuomba hata bila mpango. Ukiona hali hii, tambua huo ni wito wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, kupokea kumbusho la kuomba au kuhisi msukumo wa ndani wa kuomba, unajikuta umetulia tu sehemu lakini ghafla ndani yako unapata msukumo mkubwa wa kuomba. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anazungumza na na wewe. Unaweza kuwa umetulia tu sehemu, lakini ghafla ndani mwako unakuwa unasikia msukumo wa msukumo mkubwa sana wa kuomba. Unasikia msukumo wa kuingia kwenye maombi, unasikia msukumo wa kufunga, unasikia msukumo wa kuomba. Hii ni ishara ambayo inaonyesha Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Watu wengi wamekuwa wakipatwa na hali ya namna hii. Unajikuta tu umetulia sehemu na ghafla unakuwa unasikia msukumo mkubwa wa kuomba. Ukiona hali hii, utakiwa kuipozia kabisa, unatakiwa utii na uingie kwenye maombi. Kwa hiyo ukiona ishara hii, ni ishara inayoonyesha kuwa Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Lakini ishara namba tatu inayoonyesha kuwa Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kila siku, unaletewa maandiko ghafla kwenye moyo Wakati unapitia katika changamoto au furaha, ghafla unakumbushwa andiko sahihi kwa hali hiyo. Ukiona ishara hii, tambua hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukiona labda yamkini, uko kwenye nyakati ngumu au uko kwenye kipindi kigumu, unapitia nyakati ngumu, na ghafla ndani ya moyo wako Roho Mtakatifu anakuletea andiko ndani ya moyo wako, na andiko hilo linakupa nguvu au linazungumza juu ya hali unayopitia basi unatakiwa utambue ya kuwa Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 na mstari wa 26 imeandikwa nukuu, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo ukile ukiona ishara, na, na, ishara na, na ishara namba hii namba tatu. Ukiona unaletewa maandiko ghafla kwenye moyo wako, basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Yamkini ulikuwa kwenye nyakati ngumu, au uko kwenye kipindi kigumu, au uko kwenye tafakari nzito, unashangaa ghafla ndani ya moyo wako kuna andiko la kuja, andiko ambalo linazungumza juu ya hali unipitii, andiko ambalo la kutia moyo andiko ambalo linazungumza juu ya kitu ambacho nakiwaza, basi unatakiwa utambue kuwa Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Lakini ishara namba nne, ambayo inaonyesha Roho Mtakatifu anazungumza na wewe kila siku pasipo wewe kujua: unahisi kuzuiwa kufanya jambo fulani. Unahisi kuzuiwa kufanya jambo fulani. Kuna wakati unataka kufanya kitu, lakini ndani yako unahisi mzito wa roho unakuzuia. Ukiona hivyo, tambua huu ni ushauri wa roho kukuepusha na madhara. Ukiona unataka kufanya jambo fulani na ghafla unasikia uzito kwenye kufanya jambo hilo. Ulikuwa unataka kusafiri, ghafla ndani ya moyo wako unasikia uzito wa kusafiri, unasikia unasikia kugairi, kugairisha hiyo safari. Unataka kulazimisha, lakini ndani yako unasikia unakosa amani kabisa, unasikia roho yako inakuwa nzito kufanya jambo lile, basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anakuepusha na hatari, na unashangaa ukilazimisha kufanya, kuna jambo baya linatokea. Kwa hiyo ukiona ishara na mahi, ukiona ya namna hii, ukiona unazuiwa kufanya jambo fulani, unataka kufanya jambo fulani lakini unasikia kuna uzito ndani yako, unasikia uzito wa kufanya jambo hilo, basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anakushauri anakuepusha na madhara. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo sura ya 16 na mstari wa sita imeandikwa nukuu, wakapita katika nchi ya frigia na galatia wakikatazwa na Roho Mtakatifu wasilihubiri lile neno katika Asia. Unaanza kuona hapa, Paulo walikuwa na safiri. Roho Mtakatifu ndani uh, yako Roho Mtakatifu anaweka, ana kuna uzito wa kufanya jambo i na ukilazimisha, unasikia kuna madhara yanatokea, au unataka kupita kwenye eneo hilo ukishangaa, au ukishangaa labda ukajilazimisha kupita au kusafiri. Roho Mtakatifu anakuambia usafiri, ukasikia ndani yako unasikia uzito wa safari. Ukilazimisha unasikia kuna mabaya yanatokea. Kwa hiyo ukiona, unahisi kuzuia kufanya jambo fulani. Kuna wakati unataka kufanya kitu au, lakini ndani yako unahisi uzito wa roho roho unaokuzuia, basi tambua Roho Mtakatifu anakuepusha na jambo fulani. Lakini ishara ya tano, ambayo inaonyesha Roho Mtakatifu anazungumza na wewe unaanza kupata onyo kwenye ndoto au maono. Roho Mtakatifu huongea kupitia ndoto za kiroho au maono ya wazi ili kukuonya au kukuelekeza. Kuna wakati Roho Mtakatifu anaweza kuletea mafunuo au anaweza kukuonya kwa njia ya ndoto au maono. Unashangaa umelala, kuna kitu ulikuwa unataka kukifanya. Baada ya kwenda kulala, Roho Mtakatifu anakuonyesha jambo hilo litakuwa na ubaya, anakuonyesha kitu hicho ambacho unachea kukifanya kitakuletea madhara. Kwa hiyo ukianza kuona unapokea maonyo kwenye ndoto au maombi, basi tambua Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Namba sita, ishara sita: unakuwa na amani ya ajabu ndani yako unapochagua jambo sahihi. Ishara kubwa inayoonyesha Roho Mtakatifu akiongea aki na wewe ni amani isiyoelezeka ambayo inathibitisha kuwa umechagua kulingana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ukiona ishara hii, unakuwa na amani ya ajabu ndani yako unapochagua jambo sahihi, basi unataka utambue Roho Mtakatifu anakusemesha. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 15 imeandikwa, na amani ya Kristo iamue mwenye, mwenye. Kwa hiyo ukiona unakuwa na amani ya ajabu ndani yako, unapochagua jambo sahihi. Unapokuwa kwenye eneo sahihi unasikia kuna amani ya ajabu. Unapopata kitu sahihi unasikia kuna amani ya ajabu. Unapofanya maamuzi sahihi ndani yako unasikia kuna amani ajabu. Basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anakusemesha. Lakini ishara namba saba inaonyesha Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, unasikia kusukumwa kuwasaidia wengine. Roho Mtakatifu anakulazimisha ndani kuonyesha upendo, huruma au kutoa msaada kwa mtu fulani bila sababu ya kibinadamu. Unasikia ndani yako kumsaidia tu mtu fulani bila hata sababu yoyote, unasikia tu kumsaidia. Roho Mtakatifu anakusukuma kumsaidia mtu fulani basi unatakiwa utambue Roho Mtakatifu anakusemesha. Ndio maana kusoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane na mstari wa 14 imeandikwa, kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho Mtakatifu wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo ukijiona uh, unasikia msukumo wa kuwasaidia wengine, hiyo ni ishara inayoonyesha Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Ishara namba nane, unapokea maonyo kuhusu dhambi. Kila unapokosea au karibia kutenda dhambi, kila unapokosea, unapokaribia kutenda dhambi, roho mtakatifu usema ndani yako kwa sauti ya kukemea kwa upole na kukuita utubu. Kila unapotaka kutubu, unapotaka kufanya dhambi, roho mtakatifu anakutoa, unasikia sauti yake na kuonya na kuambia this is not right. Hii ni jambo, hili sio sahihi, acha tubu. Ukiona ishara hii, tambua roho mtakatifu anazungumza nawe. Ndio maana kusoma kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 8 imeandikwa, naye akiisha kuja huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Roho Mtakatifu. Ishara namba tisa, unashuhudiwa kuhusu ukweli wa neno. Unaposoma bibilia au kusikiliza mahubiri, kuna wakati moyo wako unashuhudia kuwa neno hilo ni la kweli na ni kwa ajili yako. Yaani, unakuta kuna wakati unasum, umeshika bibilia unasoma nini Mungu, unasikia kuna uthibitisho, na kwamba neno hilo ni la kuhusu wewe. Au umeenda kanisani unasikiliza mahubiri, unasikia unavikari, unavyosikia yale mahubiri, unakuwa unasikia mahubiri hayo yanakuhusu wewe mwenyewe, unataka kutambua Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Lakini ishara namba kumi, kila mara unapata nguvu ya kumshuhudia Yesu Kristo. Roho Mtakatifu kila siku hukupa msukumo wa kumshuhudia Yesu kwa watu unaokutana nao. Ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo sura ya kwanza na mstari wa nane imeandikwa